Naomba ni kukaribishe biharusi mtarajiwa uweze kumtambulisha huyu kijana aliyesimama hapa, tumfahamu, tuweze kumfahamu. Baada ya kumtambulisha, basi utampa zawadi ambayo umeandaa kumpa, umpe zawadi. Karibu sana. Mume wangu mtarajiwa anaitwa Baraka Manyanda, ni mnyamwezi kwa kabila, ni kijana mpole, si mnamwona jamani? Na, na nukuu kidogo kabla marehemu bibi kufariki, kuna siku nilikuwa nimekaa tunamlisha chakula, alikuwa kwenye hali mbaya sana. Siku hiyo nilikuwa na mama na mama mdogo, nilikuwa kama nipo kwenye, yaani kama nina mawazo, akanitikisa, akaniambia wewe utaolewa ndoa ya baraka sana, na baraka mwenyewe ndo huyu. Kwa hiyo maneno yako Bibi, leo yametimia. Baraka imepatikana.